Cha msingi ni kubadilisha tabia zetu na kufuata miongozo ofisi ya kwa hapa tuambili hata kwa mguu unaenda unapata hivyo. Halikadhalika kufuatilia, kwa mfano, sasa hivi tuna maandishi tunaandika maandiko ya miradi mikakati, lakini mtu atazubazubaa kisenota mkuu mkuu, badala ya kubeba kabrasha zako ukaenda wakakurekebisha ukarudi, anakaa anasubiri mpaka mwaka wa fedha unakwisha alafu badala yake tunaendelea kuwa hivi, kwa sababu hatuwezi kutoa huduma kama hatuna uhakika wa vyanzo vya mapato. Kwa hiyo niwaombe kila mtu achangamke, akaze buti, aangalie idara yake, aangalie kitengo chake, akifuata sheria, kanuni, miongozo inayotolewa, ili hizi hoja zisirudie. Na ukifuata hivyo vitu, manake utatoa huduma kikamilifu. Baada ya kusema hivi, niwatakieni kila laheri. Ninaamini Mungu bado yuko na sisi twende kifua mbele, kwa sababu kila kazi imeshafanyika na nitakuwa mchoro wa fadhila kama hatutamshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Taifa. Kwa kweli mama ni mbunifu, wengine mnkwanguwa, tumeonjaonja ya tunzi, tumeziona awamu mbili tatu, ni kweli walifanya kazi nzuri, lakini hii ni kazi iliyotukuka shule inajengwa full sijawahi <coughs> kuona, lakini leo tunatoa fedha, tunajenga shule full, watoto wanaingia. Hospitali full, watu wanaanza kutibiwa. Kwa kweli amefanya kazi.